Tumeshiriki katika kukabiliana na changamoto na kuacha za kuacha shule kwa wasichana bale kabla ya kukamiliza elimu ya sekondari. Tak takwimu zinaonyesha kuwa takribani wasichana watatu kati ya kumi hupata mimba kabla ya miaka kumi na tisa kutokana na changamoto hizi za kiuchumi, matarajio ya kijamii, ukosefu wa kujiamini na mifumo dhaifu ya ulinzi ya watoto matokeo yanapa, yanapimika. Mradi umeonyesha matokeo makubwa katika mwitikio wa kijinsia katika shule za msingi na sekondari kutoka katika kiwango cha asilimia 25 hadi 66 tukiwa tunamaliza mradi. Hii ina maana maboresho katika mifumo bora ya ulinzi na mtoto Uh, kuzuia ukatili wa kijinsia shuleni, kuwepo kwa maeneo salama kwa wasichana, kuimarika kwa uwajibikaji katika ngazi ya shule. Hivi karibuni Canada wamejielekeza zaidi katika kuwekeza kwenye reproductive health. Na hii ni eji ya ujana, tunaona na kushuhudia miradi mingi inaelekezwa kwenye hilo eneo ili kuhakikisha kwamba

Mradi wa KAGIS umeweza kusaidia watoto wa kike kukabiliana na changamoto ya umbali kutoka manyumbani hadi shuleni kwa ku provide some services, ambazo ni baskeli, watu waliweza kufika shuleni kwa haraka ili mtoto wa kike asitumie labda masaa manne mpaka matano kufika shuleni, lakini waliweza kutumia saa moja mpaka nusu saa ili tu kuwahi shuleni. Hiyo yote ni ili mtoto wa kike awahi, aweze kupata vipindi kwa wakati, kwa namna moja au nyingine mtoto wa kike aweze kufikia ndoto zake.